Na hao wametokea humu humu, tumewasogeza mbele, wamekuwa ni wataalamu. Mwaka huu huenda wakashiriki juu thelathini. Kwa hiyo tunachokiomba kwa wale mtakaotusikiliza, au kwa wale ambao mtakaotuona kwenye mtandao, tunakuombeni basi muweze kutupa macho yenu kwenye kitengo hiki ambacho ndani yake pana shida shida kubwa ambayo imetukabili ndani ya kitengo hiki na ndani ya kitongoji hiki na huenda ndani ya kijiji. Kwanza tuna shida kubwa kuhusu swala la maji. Swala la maji ni shida. Kwa mfano shule kama hii inahitaji uwepo wa maji, bila kutafuta maji kwenda mbali, wala kwa kutumia gharama kubwa, wanafunzi wanahitaji wapate maji ya kutosha ili waweze kufua, waweze kutawala na mahitaji mengine. Kwa hiyo kupitia swala hili, tunakuombeni wale ambao mko kwenye mitandao muweze kuliona hili, na ikiwezekana basi, kwa kuwa nyinyi ni wa Mungu na mali mlizo nazo ni za Mwenyezi Mungu, basi zije ziweze kutuwezesha, kutupatia angalau kisima cha maji. Hili ni ombi letu kupitia watu wenye mali zao na wale mtakaotuona kwenye magrupu au kwenye mitandao. Kwa hiyo mimi nipende kuishia hapa, sitokuwa na ziada, ila tulichokiomba ndio hicho, kwa hao ambao mtakaotuona kwamba tuko katika jitihada ya kumwenzi Mwenyezi Mungu, ya kumtukuza Bwana Mtume na pia kuwafanya vijana wetu wakuwa katika mazingira ya Kiislamu tofauti na vijana wetu. Sasa hivi wamefikia hatua ngumu, hizo vurugu ambazo tunazozisikia, sio wale ambao wanaojielewa, inawezekana watu wengine ni kutokujielewa basi matokeo yake wanasababisha hivi, wanasababisha hili, na matokeo yake ni kutungojea amani. Lakini wakisoma vizuri, inshaallahu, nafikiri watakuwa watu wema na watu wazuri, watamjua Mwenyezi Mungu, kisha watawajua wazazi wao, watajua ndugu zao, na watajua umuhimu wa kuishi kwa amani. Mimi sitakuwa na la ziada, kwa haya machache nisema bila tawfik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh.